Karibu tena. Naibu rais Profesa Kithure Kindiki amemwonya Rigathi Gachagua asitumie chama chake kipya kueneza uchochezi na kuwagawanya Wakenya kimaeneo na kuhujumu juhudi zinazoendelea za kitaifa kuleta utangamano na umoja. Aidha, Kindiki amesema kuwa Rais William Ruto yuko tayari kumenyana na Gachagua na wenzake kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. na kama anavyotueleza sasa kama Umwangi, Kindiki amemtaka Gachagua kuchunga semi zake anapopata nafasi ya kuwahutubia Wakenya. Saa chache baada ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuzindua chama chake cha DCP kama gari litakalotumika na eneo la kati kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2027, mrithi wake Kithure Kindiki amemtaka kutotumia chama hicho kueneza chuki na mgawanyiko katika jamii na akizungumza katika shule ya msingi ya Aremi huko Molo, kaunti ya Nakuru, alikohudhuria hafla ya mazishi ya watu wanne kutoka kijiji hicho waliofariki kufuatia ajali ya barabarani juma lililopita, Kindiki amemtaka Gashagwa kutahadhari maneno yake anapotoa ya jumbe kwa wafuasi na wale wanaunda vyama there is no problem. Kila mtu aunde chama au anataka kuunda chama there is no problem. Lakini wacha kusema hii ni chama ya kabila hii ama dini hii. Huku akimtaka kuwaeleza Wakenya aliyofanya katika muda aliyohudumu kama naibu rais, Kindiki ametaja kuzinduliwa kwa chama cha DCP kama njia ya naibu rais huyo wa zamani kushirikisha serikali kwa kampeni za mapema, malengo ambayo anasema hayatofaulu. Our democracy must mature. Eh, kuchemsha wananchi na hakuna mtu hajakuwa na nafasi ya kuwa kiongozi. Wale watu unasikia wanaongea huko, hakuna mtu hajakuwa na nafasi, wengine wamekuwa mawaziri, wengine wamekuwa vitu vingine, so everybody will account. Hiyo crash ya 88 ilikuwa kunyoroshwa, tulikuwa tunanyoroshwa 207 tukanyoroshana 22 tukanyoroshana tukakubaliana never again will we allow ourselves to be divided kwa misingi ya kikabila. So hearing that there are political parties that are tribal political parties it is very unfortunate. Tusiitikie mtu atoke na huko kwenye anatoka akuja kutukoroga hapa. Wacha tuendelee kufanya kazi pamoja, tulitafuta hii serikali, hatutatoka sasa tuingie mstuni, na serikali ni yetu. Amen. Wakati wa maziko haya serikali imeahidi kuanzisha upanuzi wa barabara ya Rironi kuelekea Mau Summit kuanzia Julai mosi, ili kupunguza idadi ya ajali ambazo hutokea kwenye barabara hiyo na kusababisha maafa ya mara kwa mara. kama au mwange runinga ya Citizen.